Mzima. Eh, salamu sana, tuko wazima, tunashukuru. hii hii hii, hiyo shemeji, mtu anaweza kubeba ndugu yangu atam nisaidie nunua cross 150 , nikaenda mtu akaiba kwa mlango hapo, kwa mlango, lakini iko safe. Umeonekana, asante. Ajiyote ni TV. Karibu kiti kwanza. Msichana, habari yako? Umekuwa mkubwa alikuwa mdogo mdogo, unajua, alikuwa mdogo, unajua, ulizani ukiwa mdogo, ulizaliwa ulikuwa unalia. Asante sana shemeji, ukona televisheni, unaweza kuona mtu kama ni mzima mzima. chakula Hey, ni kidogo lakini wacha nisikie kama wanaweka maji ya ugali. Hey, shemeji, hii ni nini jamani? Kwani nyumbani hakuna kama hii? yeah. <laughs> Wachana ah, na watu wa nyumbani. Hmm, focus na mimi, nimefika hapa. Na umefikaje town? Shemeji, wacha <laughs> <laughs> yani nini zako zimekuonyesha tu ukuje kwangu? Na umejua aje huku? Sasa si watu wengi wanajua kwenye maisha, si ni bradha, ni bradha, ni bradha amesema, mm -hmm, nikuje nikuangalie. mm -hmm. nimekuja kukuangalia. hujaipata kitu ya kufanya nyumbani? hey, nyumbani nimekuwa na vitu mingi ya kufanya. mm -hmm. nilikuwa nimefanya na, na choma makaa mm -hmm nilikuwa mimi mimi, mm. mm, pia mm. ni injinia natengeneza basikeli pale, kama napiga nini, ile ni gotnango ile kona, mimi ndo naona naekea watoto pressa kwa basikeli, nachoma makaa pia na, na, na pia ni fundi wa basikeli. lakini brother amesema nikuje niangalie wewe msichana mm. mm. mm. kama naguza hii unaguza mzuri, kwa maana longi yangu iko ndani nimepiga pasi A, a, ayo iko sambamba, nashika makini shemeji. Vitu zilipanda, unaona? Hii mfuko hii hapo, kwanza nilinunua silingi hamsini, silingi kwa pei, watu mali ya kubebea kitu mm -hmm. Unanunua Nunu tena na pesa yako kani, kwani ukichoma makaa makaa haina pesa nyumbani? Si ingekuwa imekupatia hata pesa ya kununua kama mm ile -hmm. ya watoto wa shule Hmm. Hmm. Shemeji, makaa karibu. Sasa unakaa kwa wakati mgani? Wakati mgani hapo, hukusikai hmm. hmm. ah. sana hmm. hmm, ati kwa vile niko na mambo mengi ya kufanya, kama kule nyumbani kule nimetoka. hmm. ah. hukusikai sana shemeji, kama kwa mfano miaka mbili, naenda sana tatu, siwezi kaa hmm. uh sa -huh. Unaona kwenye mko nyumbani, hata huku maisha saa nyingine inakuwa mzito. Unajua siwezi walisha nyinyi wote. kama huna kazi, Mimi nilikuwa nafikiria tijakuja kazi ningekupea mahali a uanga analala huku, ungekaa kaka kidogoani nyumbani kwa ule mko yetu mwenye alitufanyia madharau nyumbani, hajanunua kama ile ile alikuwa pale chini akilichomeka ah, mm. Kenya Power walikuwa wamekata stima mm. alafu sasa stima yenyewe karudi ikachoma, na no, no ikachomeka <laughs> mm. kachomeka huku Mombasa, na huku wakichomekangi huku najua ni hey, kwa nyumbani, kwa nyumbani hata <laughs> <laughs> wanania kama hii hata mvua ikinyesha inaharibika mm. nyesha tu mvua peke yake inaharibika ya shemeji, umenawili hii spika pia huko nayo. Kwangu mai ako na spika kama hivi, hapendi mtu akiguza hii. Naimba mzuri sana hata kwa matanga tuitumia kama hii shemeji. Shemeji, unaniona kama mimi si mjinga, jamani? Ama kwa angaragu uliona hizo spika akupia lispika hii, hmm. ni ya redio sasa hivi kwa watu wa Nairobi, hmm. na watu wa Mombasa kama huku, hmm. hiyo inaitwa dispensa, hiyo ni ya maji nimejiwacha. Hata unafinya hapa inaleta maji, koleta maji, unaketi pake chini, unaiambia tu kuletee maji na inakuletea. Hey ya hmm. hey. <laughs>

Hey, shemeji kuna dom yangu ligini hapo nimesaa kula nayo Christmas ngapi? Krismas ngapi sasa, nikikula nayo saa itakuwa niingia a. Shemeji, mimi huko nyumbani natumia nyinyi message, nasema akia mimi na nyinyi mnasema pia nyinyi mnang'ang'ana na maisa shemeji, nakumbe hii maisa ndio mnaisi

Dakika miaka yako nane peke yake. Mimi ndio kwa nani hapa? Ya. Lakini ukaanza na hiyo ya tani. Shemeji. Kwa sababu hii room inakuanga ya soja wangu anakuanga huko chini, sasa hivi nimempea ofia. Soja? Nimempea ofia ya wiki moja. Atarudi sasa, hawezi kosa mahali pa kulala. Kaka soja sio kulala shemeji. Hivi ni nalala hapa soja. Eh. Ya.

wakuje kuona nyumbani nimebebea wewe mushroom. Utakula mushroom, atakula mushroom. Shemeji, mimi nimefurahia hapa sasa. Mimi sikai hapa sana, miaka nne ama miaka tano nirudi <coughs> nyumbani Hey. Nione kama nitakuwa na niko na shughuli nyingi nyumbani za mm -hmm, kufanya. Hey, asante. Unajua, sasa shida ni hii soja wangu akirudi itakosa mahali hmm, pa kulala. Asirudi anarudi wezi. Huyu soja alikuwa ameletwa na kampuni. Sasa mimi na mimi kazi yangu nampea tu mahali pa kulala tu peke yake. Sasa unajua kampuni inanisaidia mimi mwenyewe tu, wao ndio wanamlipa. Mimi kazi yangu ni kumpea mahali pa kulala, akose mahali pa kulala, lakini ukienda, ukirudi nyumbani mm. nitakuita, nitaku, nitaku, nitaku tafutia mahali penye utakuwa na hala, nitakuita. ndio najua nimemaliza nguvu taku, taku, taku, taku, taku, taku. mm. mm. mm. mimi ni mtamu kweli mm. mm. Iko sambamba. Nashukuru hata hii wakijua nimekula kama hii, hata waneza kuniroga mimi ni kule wapi?